Majira ya saa tatu usiku baada ya kuona kwamba yale yanayofanyika ndani ya chama changu hayakuniridhisha na sikukubaliana nayo. Sasa naposema hilo, ni vema pia nika rewind nikarudisha mkanda nyuma, ili ule upotoshwaji wa pili kwamba kinachotokea Dkt Slaa alikubaliana nacho toka mwanzo, alishiriki kutoka mwanzo katika hatua ya kumleta Mheshimiwa Edward Lowasa ndani ya Chadema. Nataka nieleze, ni kweli nilihusika, nilishiriki katika majadiliano toka dakika ya kwanza, lakini niliweka msingi toka dakika ya kwanza, na ndio tofauti ya watu ambao hawaelewi kwamba unaweza kushiriki kwenye, msi, kwenye mazungumzo ukaweka msimamo wako ukaweka msingi wako, na maendeleo ya mazungumzo yanapoendelea ukafika mahali hukubaliani, basi kwa kuwa wengi katika demokrasia wanashinda kwa uwingi wao, wewe ambaye unaamini katika msingi ni lazima uachie ngazi na kurudi nyuma. Naomba kama kuna watu wafungueni, wasimame tu huku pembeni yeah, msitusiwe watu wasiona demokrasia. Kwa ndio kilichotokea sasa, nieleze kwa kifupi sana, kwa sababu hatuna muda. Kama kuna mtu atahitaji ziada, anaweza kuniuliza baada ya conference ile ambayo iko live, ili Watanzania tusiwanyime mengi iwezekanavyo. Kwa kifupi sana, baada ya tarehe kumi na moja ya mwezi wa saba pale Dodoma, jina la Edward Lowasa kukatwa, mshenga wake anaitwa Bishop Gwajima ambaye ni rafiki yangu na ni rafiki yake vile vile Edward Lowasa.